Hatutaki pale tayari fomu zinatoka watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi. Hii ni kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Machi 11 mwaka huu wakati wa kufunga mkutano mkuu wa 39 wa Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania huko Dodoma ukiwa ni mwongozo kwa wateule wake. Kadri siku zilivyokuwa zinasonga mbele, baadhi ya watendaji wa serikali na hasa katika tawala za mikoa za serikali za mitaa walianza kujitokeza na kusema hadharani nia yao ya kutaka kuwania nafasi za uongozi. Nami nimekata shauri, namwonea wivu rukuvie kukaa muda mrefu bungeni, nataka nami niende huko <coughs> mwaka huu. Nami niseme tu, nimedhamiria kuomba ridhaa kwenda kuwatumikia wananchi. zikiwa zimesalia siku nne dirisha la uchukuaji na urejeshaji wa fomu ndani ya Chama cha Mapinduzi kufunguliwa, taarifa ya Ikulu imetoka na kueleza mabadiliko ya uongozi serikalini yaliyofanywa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa kuwaweka kando baadhi yao, kuwahamisha na kuwateua viongozi mbalimbali mbali wa mikoa, wilaya, wizara na taasisi za umma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, waliowekwa kando ni wakuu wa mikoa watano tano akiwemo Paul Makonda wa Arusha, Peter Serukamba wa Iringa, Daniel Chongolo wa Songwe, Thobias Andengenya wa Kigoma, Dr. Juma Homera Wambea, wa Mbeya na aliyekuwa mkurugenzi wa TRC Masanja Kadogosa, huku aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi Balozi Simon Siro akiteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma na katika hatua nyingine, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda ametumia mkutano wa jukwaa la wanawake kuwaaga wakazi wa Arusha. tegemea kwamba leo itakuwa ni siku yangu ya kutoa hotuba ya kuaga, lakini kila jambo lina mwanzo na lina mwisho wake. Ninamshukuru kwa sababu aliniamini katikati ya watu wengi ambao walikuwa na minongono mingi na wenye nguvu nyingi. Wachambuzi wa siasa wamekuwa na maoni tofauti kuhusu hatua hiyo Mabadiliko hayo madogo kurekebisha na baadhi ya, ya sehemu ambazo alitamani afanye mabadiliko, na ndio maana huenda sio wote tunaweza tukasema wataenda kugombea. Huenda wengine ni mabadiliko ya kawaida kiutendaji. Ameamua atumie dirisha hili kufanya hayo mabadiliko mengine. Kwanza wale wanaogombea inaonyesha wamejitokeza na wana nia ya kwenda kugombea na wametoa taarifa, na hivyo mheshimiwa Rais amepata nafasi ya ku kufanya jukumu lake la msingi la kutumia mamlaka yake ya kuteua na, na kutengua wengine. Katika hatua nyingine, Katibu wa Neki Itikadi Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Sisem Amos Makala amesema chama chao kimesitisha kwa muda mikutano na ziara za viongozi ili kutoa nafasi ya maandalizi ya kuanza kwa mchakato wa kura za maoni ambao utaanza rasmi Juni 28 mwaka huu, wanaogombea nafasi mbalimbali mbali, Wenye udiwani, ubunge, uwakilishi iwe viti maalumu wataanza kuchukua fomu tarehe ishirini na nane mpaka tarehe mbili ya mwezi wa saba. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika mwisho wa mwaka huu na tayari vyama vya siasa vimeanza kukaa mguu sawa kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi huo, huku Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikiwa inaendelea na maandalizi ya uchaguzi huo. Rebeka Bembela, Azam News.